labu ya Wema Hauozi uh, this is the back page of the book uh, the back cover of the book and this is the back cover back page uh, it's a small section doesn't have much haina mengi napata ya kwamba uh, ikona tu haya uh, this this paragraph and this paragraph huh? but i will don't worry i will show you uh how easy is uh, how easy this part assists one someone to understand the book nitakuonyesha uh, jinsi ambavyo blabu or the back page huwa inasaidia mwanafunzi kuweza kujua, kujua yaliyomo kwenye kitabu kwa hivyo blabu ni nini? The cover page. Ni sehemu iliyo kwenye nyuma la kitabu, kwenye nyuma la kitabu na ni kinyume cha jinsi cha jinsi jalada kuweza kuwasilisha kuwasilisha ujumbe. Naam, tunasema kwamba ni sehemu iliyo sehemu kwenye nyuma ya kitabu, tukiangalia blabu. Tuliweza kuizungumzia kwa video iliyokuwa hapo awali, tovuti iko hapo juu. Kuna mchoro naye kwenye blabu ni maandishi. Kwa hivyo unaona kwamba e, ni kinyume na jinsi ambavyo huweza kuwasilisha ujumbe A, blabu. Wewe kama mwanafunzi unafaa kusawiri ujumbe kwa kupitia huu mchoro, lakini kwenye blabu ni uyasome haya maandishi na uweze kujua kile ambacho kiliweza kuandikwa pale ama mwandishi alikuwa anadhamiria nini majukumu ya blabu majukumu majukumu ya blabu mona kwa cover page wanaandika Why is it that they are writing on the cover page why is it that there is nothing else on the cover page apart from writings now here is the reason number one ni kueleza kueleza dhamira kuu kueleza dhamira kuu ya mwandishi dhamira kuu ya mwandishi. Dhamira uh, kuu ambayo mwandishi huweza kuangalia katika blabu hii ama katika kitabu hiki cha Wema Hauozi ni mgogoro mgogoro kati ya yeah, wenye tamaa kati ya wenye tamaa ya kutenda maovu na wenye kero dhidi ya tamaa hiyo dhidi ya tamaa hiyo, pia linaonyesha madhara ambayo blabu linaonyesha madhara ambayo madhara ambayo wenye ukakamavu wenye ukakamavu wa kukemea wanapitia madhara yapi? Naam, mwandishi wa Wema Hauozi pale mwishoni ameweza kuonyesha jinsi ambavyo matendo ya wenye kero na wenye tamaa kisha anaonyesha jinsi ambavyo wenye ukakamavu wa kukemea maovu hao ya wenye tamaa, madhara wanayoyapitia. Pia tunaona kwamba kudhihirisha maudhui ya usaliti. Usaliti ni betrayal, betrayal. Na Sehemu hii ya blabu imeweza kutudhihirishia kwamba kwenye kitabu tukisoma, tutaweza kuangalia ni wapi ambapo kuna usaliti na ni wahusika wepi ambao wanadhihirisha usaliti. Na hivyo basi tunaona kwamba kuna usaliti. Timothy anatuambia kwamba kuna usaliti kutoka kwa kutoka kwa wahamasishaji wahamasishaji, si, kwa kwa mhamasishaji pia usaliti mwingine unatokea kwa kutoka kwa wenye wamekemewa, wenye wamekemewa. Tutaona wanaokemewa ni akina nani, wanao wanaokema ni akina nani na mbona wanakema pia kuna maudhui ya matumaini, maudhui ya matumaini. Blabu inadhihirisha kwamba, inadhihirisha kwamba, inadhihirisha kwamba ipo siku matendo umeishi kufanya, umeishi kufanya, yatakulipa, yatakulipa. Uh, maudhui mengine yanayojitokeza kwenye blabu ni uongozi mbaya. Uongozi, uongozi mbaya haya kujiri pale ambapo mwandishi anasema ya, ya kwamba um, amesema hapa kuwa mgongano huu una madhara makubwa kwa wenye ujasiri akukemea maovu hayo, lakini yote hayo ni kwa muda tu. Mgogoro kati ya wenye tamaa ya kutenda maovu na wenye kero dhidi ya tamaa hiyo. Kwa hiyo tuna kama pale kuna huenda ikakuwa ni kero dhidi ya watu kwa kwa uongozi mbaya, ama huenda ikawa jambo lingine, tutaweza kusoma tuweze kutambua jukumu lingine la blabu, kudhihirisha maana ya anwani. Kudhihirisha maana ya anwani. Uh, kwa mfano kwa mfano kwa mfano ukiweza kwenda kwenye blabu, kuna maneno yako hapa, kumbe ipo siku, kumbe ipo siku, juhudi za kuzika wema hushindwa na badala yake mbegu ya wema huchipuza na kuzagazaga matawi yake kwa kila kiumbe kuona. Kwa hiyo pale tunaona kwamba kuanzia hapo kwa kumbe ipo bla, bla, bla, bla, mpaka kuona, hayo maneno yanatuelezea ufaafu uh, wa anwani ama kudhihisha maana ya anwani ambayo ni kumbe ipo siku juhudi za kuzika wema hushindwa na baada yake mbegu ya wema huchipuza na kuzagazaga matawi yake kwa kila kiumbe kuona. Haya, jukumu lingine la tatu, hudhihirisha mbinu zilizotumika, hudhihirisha mbinu zilizotumika kudhihirisha mbinu zilizotumika. Naam, hapa tunaona kwamba mwandishi ametuambia kwamba tamthilia hii yenye ucheshi, tamthilia hii yenye ucheshi. Kwa hiyo tunaona kwamba haya, ametumia am, ametumia ucheshi, ucheshi kwa hali kubwa, kwa hali kubwa, yaani kitabu kinachekesha, kinachekesha. Utapata kazi nyingi pale sana na kuchekesha. Uh, pia mwandishi ametumia pale jumisho ya kwamba uh, imeandikwa kwa ufundi mkubwa unaokuacha ukiwa unajiuliza maswali ya kufikirisha ufikapo mwishoni. Na kwa hiyo pale kuna maswali ya kufikirisha, kuna maswali, na hiyo ni mbinu fulani kufikirisha hiyo ni mbinu gani? Kama umesahau hiyo mbinu, unaweza rejelea kwa video zangu, uangalie mbinu za uandishi na mbinu za kimtindo za lugha, uweze kuangalia kwamba hii mbinu tulizoweza kusema ni taharuki, ni mbinu ya taharuki ambayo mwandishi ameweza kutuambia pale mwishoni. Pia jukumu lingine la blabu Jukumu lingine la ablabu ni kwamba hudhihirisha, hudhihirisha, hudhihirisha umuhimu, umuhimu wa kazi, wa kazi ya fasihi hudhihirisha umuhimu wa kazi ya fasihi. Kwa mfano hivi sasa tu saa hii tumeona kwamba, uh, mwandishi ametumia mbinu ya ucheshi kwenye kazi yake. Hivyo basi umuhimu wa kazi hii katika fasihi ni kwamba kuna ucheshi. Samahani, ubao wangu ni mfupi, tuweze kuangalia umuhimu wa ucheshi: huburudisha huburudisha huburudisha, e, uchekesha ama huchesha uchekesha uchesha huelimisha, uh... huelimisha tumeweza kupitia maudhui mengi pale, kama vile usaliti, matumaini uh, migogoro katika jamii. Kwa hivyo pale unapoisoma hii kazi ya Wema Hauozi utapata kwamba kuna mambo ambayo ukiyasoma yanatuelimisha kuhusiana na jamii tuliyomo hivi kwa sasa mbapo, kwa hiyo pale ambapo, kwa hivyo tunaona kwamba blabu inatuwezesha kujua yaliyomo kwenye kitabu na niyo kutuelimisha na pia utapata kwamba licha kuelimisha inakutazamisha kutazamisha kutazamisha yaliyomo kwenye jamii, pia kuhatarisha kuhatarisha inaweza kututahadharisha kuhusiana na usaliti, tusiwe tunawaamini watu, ama kuwa tunajiweza kuji, kujiangalia sana na kujichunga. Hivyo basi, naweza sema ya kwamba kazi hii ya Wema Hauozi ni kazi ambayo inafaa na ni kazi ambayo mwandishi anapoisoma mwanafunzi anapoisoma ataweza kuielewa kwa ufasaha na ataweza kutatua swali lolote ambalo ataweza kupatana nalo kuhusiana na fasihi hii andishi au tamthilia yote. Hivyo basi nashukuru sana kwa kuungana nami. Endelea kuangalia tazama video zangu, na pia kama inakufurahisha onyesha mwenzako, na pia pale uweze kusubscribe na kushare. Asanteni.